Serikali imehakikisha mkulima wa karafuu hakopwi na anapatiwa fedha zake hapo hapo kwa njia ya fedha taslimu, kwa ujazo mdogo na kwa benki au kupitia mitandao ya simu mizani. Mizani za kidijitali zimeboreshwa na kuziunganisha na kile chombo kinaitwa POS, ambapo uzito wa karafuu unajisoma katika POS bila ya mtendaji kuingiza kwa mkono. Pia umeanzishwa utaratibu wa kuwafuata wakulima na kuzinunua karafuu katika maeneo yao kwa kutumia ZSTC Mobile Buying Center, ambapo unawapunguzia wakulima gharama za usafiri kwenda vituoni na malipo wanapatiwa huko huko katika maeneo yao. Vilevile, serikali kupitia ZSTC inaendelea na utaratibu wa kuwakatia bima wakulima na wachumaji wa karafuu kila mwaka kwa watakaopata athari za kuumia wakati wa uchumaji wa karafuu waweze kupatiwa malipo yanayowastahili. Zoezi hili limeshakamilika katika wilaya za Mkoani, Chakechake pamoja na Wete na hivi sasa wanamalizia katika wilaya ya Micheweni. Oktoba tunatiki.